E, baada ya tetesi nyingi kuwa zimeenea kwenye mitandao zime kutoka kutoka ya kijamii, ambazo zimekuwa hapa na pale, kila mtu alikuwa anazungumza la kwake kuhusiana hichi ambacho kimekuwa kinaendelea kupitia So bana, weekend hii tumeweza kushuhudia video mbalimbali na picha kutoka Tarime ambapo wawili hao wanaweza kuhudhuria huko, jambo ambalo lilifanya kwa ziba midomo watu wengi kinoma, kuna hichi ambacho kilikuwa kinaendelea sasa uh, kupitia mitandao ya kijamii, Diamond Platnumz alikuwa huko Tarime kwa ajili kuweza kuzindua hoteli ambayo inaitwa CMG Hotel. Pamoja na Zuchu pia alikuwa huko na Elisa au Kizimia ya Wasafi ipo huko kwa ajili kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya hiyo launching ya hoteli pale Tarime ya tajiri moja mbaya ameamua kufungua hiyo Ote, so kuna videos na picha mbalimbali zimekuwa zikiendelea ambazo zikimuonyesha Diamond Platnumz, lakini like pia akiwa na bibi ambaye anaitwa Zuchu. So ni moja ya videos ambazo zimekuwa zikiwaziba midomo watu wengi ambao kwamba wamekuwa akizungumzwa kwamba Diamond Platnumz amekuwa akimchiti akiwa yupo out of relation pamoja na Uh, bibi ambaye anaitwa uh, Zuchu. So video hizo zimeweza kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii kwenye hicho ambacho kimekuwa kikiendelea. Na hii imekuja kuzihirisha kwamba wili hawa wako peace, wako in love, wako kwenye relation au kufika hivyo mapenzi yamekuwa yakiendelea. So bana. So Uh, maybe the waiting the over ikumbuka kwenye harusi ya Juma Jux pale Nigeria, Diamond Platnumz anaweza kuzungumza atapogeuka bongo, basi atakuja kumuoa Zuchu, lakini mpaka this time hakuna kitu chochote -cho -cho -cho ambacho kimeweza kuendelea, hakuna kitu chochote -cho ambacho kimeweza ku happen so, maybe inaweza katokea later, maybe mbaya inaweza ka happen hapo mbele, lakini pia Diamond Platnumz alipokuwa akiperform pale Tarime alikuwa akiimba live, so hii ni design kama amemtushia vijembe aba anaitwa Mange au Subana kwa sababu amekuwa ni mtu mbaya, akiwachafua mastaa wakubwa kutoka Tanzania kikiwemo Zuchu pamoja na Diamond.